Baraza letu la, la leo tulikuwa tumejikita sana kwenye eneo la mapato na eneo la kuboresha upande wa elimu. Watoto wetu ambao hawajaripoti shuleni waripoti kwa haraka sana, kwa sababu watoto wetu, kuna baadhi ambao hawajaripoti. Kwa hiyo tukaona lazima tusimamie kwenye eneo la elimu, watoto wetu waripoti. Pia kwenye eneo letu la mapato, tumehakikisha watoto wetu nani mapato yetu ya wilaya ya Mpwapwa yaende mbele, kwa sababu kutoka Oktoba mpaka Disemba, robo moja, tumefikisha asilimia 55. Lengo letu mpaka tunapomaliza tuwe na asilimia 100 na kitu mbele. Kwa hiyo hilo ndio lengo letu kubwa, lakini eneo lingine kwenye upande wa afya, wilaya yetu kidogo kwenye eneo la afya, tunataka tuhakishe tunaboresha mama na mtoto wanapata matibabu yale yanayostahili, na kule maeneo anako hizi ambulance zetu zifanye kazi inavyostahili. Tupo sehemu nzuri mpaka kufikia nusu mwaka, yaani mpaka Desemba tulishafika asilimia hamsini na tano ya mapato. Lakini tu niseme haya yote ni juhudi zetu sote kwa pamoja, sisi pamoja na madiwani tuko pamoja, tunashirikiana, tunashauriana. Kwa hiyo tunaenda vizuri kwa sababu tuna mashirikiano. Kama hakungekuwa na ushirikiano, basi tusingefikia mafanikio haya. Na miradi pia tunaendelea kusimamia na ile miradi ambayo tumepelea fedha za SEQUIP inakwenda vizuri, tumeshafikia hatua za mwisho mwisho, kama kuna changamoto ndogo ndogo tunaendelea kuzitatua. Lakini suala la mamlaka mji mdogo ni kweli linasuasua, lakini kulingana na mikakati ambayo tumeiweka, naamini sasa hivi tutakwenda kuwa vizuri na mamlaka yetu itaweza kusimama. Kama ulivyosema, sisi ni walezi hatuwezi kuwacha peke yao mamlaka wakasimama peke yao, kwani sisi ndio wazazi wao. Kwa hiyo lazima tuwalee tu Mungu, kama tumewapokea vizuri, kwanza tukaanze kutoa elimu namna gani ya ushuru wa shilingi 300 kutoka 300 mpaka shilingi 9000 kwa mwezi. Lengo ni nini? Kama maadhimio ya baraza la mamlaka ya mji mdogo, tumegundua kwamba kuna upotevu mkubwa sana wa pesa hii shilingi 300 tunakusanya kila siku, kwa sababu unakuta leo mkusanyaji anaweza kwenda pale leo kakusanya shilingi 300, kesho akumkuta mtu. Kwa hiyo inajikuta mwisho wa siku kwamba sasa mapato yanazidi kushuka chini, lakini wazo letu kama mamlaka maazimio yetu kutoka shilingi 300 mpaka paka shilingi 9000 kwa idadi ya vizimba vilivyopo kwenye soko kuu la mjini Mpwapwa, kuna vizimba kama 192 almost, makusanyo yake kwa mwezi unaweza kupata kama milioni moja na laki saba, kwa mwaka ni kama milioni 20. Sasa unapopata milioni ishirini kwa mwaka una uwezo, kama baraza lina uwezo sawa wa kuchukua zile hela na kununua hata gari la takataka ili kuondoka usumbufu wa kutafuta wazabuni ambao leo yupo kesho hayupo.